Oh, sawa. Basi sk o naingia hapa mi nakata simu ya juu. Juu iko hospitali kule aliko mama na kanaambia kaaga, silaumu ila sikuogopi. Mimi sinihusisha katika kumtafuta huyo mwanaharamu wangu. Na wanao wanaowa

Sijui kwa nini hapo hivi mambo hayo tunayataka wewe? Sio kweli. Sio kweli kabisa unachokisema Zambe. Kivipi? Hivi. Mke wangu Zambe, wewe unamwona mtu amerudi, amechoka. Unashindwa hata kumpokea basi kujua amepata na masoibu gani, mabalaa gani. Unafika tu brap brap brap kelele nyingi. Hivi wewe unakosa cha kujitetea? Wewe unakosa cha kuongea kweli wewe. Eh? Kivipi? Sasa leo utaenda kujipakulia chakula mwenyewe. Mimi sijisikii vizuri. Kapakua mwenyewe chakula chako. Nahitaji ufahamu jambo moja. Mamake ana amefariki. Eti? Unasemaje? Ndio. Kwao unazika lini? Kesho kutwa. Mwangu inabidi twende, unajua. Marhaba, habari za asubuhi. Mimi namshukuru Mungu, sijui wewe. Na mimi pia namshukuru Mungu. Baba. Unajua wazi kabisa mimi kuna vitu siweze kuvivumilia nikiviona vinatokea. Vitu gani? Baba, mimi vitu ambavyo vinagawanya watu, vinaondoa amani, tena hasa kwenye familia kwa kweli. Hapana. Mimi wewe ndi kwa mzee kutafuta kwangu amani ya familia, kutaka kuyaweka mambo kuwa sawa ndo vitatufamila tugombane. Hicho kitendo wapelekee wale ambao hawana amani. Mimi nna amani ya kutosha. nimesipata tokea jana. Ndio. Lakini nilikuwa kwenye vikao alafu nilichoka sana. Nimeshindwa hata kuja pole. Mama Mwenyekiti, m nikushukuru sana kwa ushirikiano wako na wewe mwa wako, we kuonyesha kwamba ni kiongozi wetu. Umetoa taarifa kwa kila mwanakijiji kuhusu pole, tuwe sote pole kwa sababu yule ni mwenzetu na alikuwa mwanakijiji pia hapa. Ni kweli, lakini pole iwe kwako zaidi. Asante sana mama. Nakushukuru sana. Na leo kuna ratiba ya mazishi kweli? Hapana. Ah, tumepanga kuzika kesho. Na kesho hiyo ndio mwili wa marehemu utafika hapa. Ndio mama. Basi usinifu. Asante. Kesho asante, asante. Tashukuru pamoja na, vipi kuhusu barua ya kibali cha kuzika? Uh, mtume na alafu, mtu yoyote waje wachukue matumbai kijini. Tupati ah. Japo hata kivuli kiusana hmm. Mkua sana, nakushukuru mwenyekiti, asante. Haya, nikutakia siku njema, asante sana. Shikamoo mama. Maraba, kuna nini? Mama, huyu mzee yuko sawa. Sisi sote tunamtafuta Natasha ambaye kwetu ni mwanafamilia, na yeye hataki kabisa kuhusu hilo jambo, yaani siku na nini achane naye ni achane naye mama. Hivi nawezaje kuachana naye? Au kuna kitu ambacho kiko nyinyi waili mnakifahamu na mnatuficha? Mama yako kuna kitu kinamsumbua katika kichwa chake, haipo sawa. Mvumilie tu, atakaa sawa. Mama, mtu ambaye hayuko sawa anaonekana hata katika picha ya kawaida. Mzee yuko sawa, labda kama ana vitu vingine, lakini kwa kusema hayuko sawa. Mtu ambaye ana, ana, ana, ana msongo anaonekana. Mama hayuko hivyo, kwa subira Eh, sasa je, kama kuna kitu anataka kukuambia? Mm -hmm. Nawe upokei okay? Ah. Chochote na anachokitaka anajua pa kukipata, wala sikusumbue. Sasa je, kama anataka kukuambia kuhusu mama, si ana namba ya baba? Atamtafuta baba au atawesiana namba yako atakutafuta. Kwani mmekosana? Wini, hebu tuachane na hiyo mada. Na kuomba, mi si nimeuliza tu, ila samani kama nimekukosea. Sio kama umenikosea, na wala sio kama umeongea vibaya, ila tu sitaki kumwongelea Hansi. Alafu tofauti zetu mi na Hansi zikufanya wewe umchukie? sawa sawa, nimekuelewa. Nyinyi wanawake wote, mifumo yenu mimoja duniani. Yaani mtu mshapanga safari, we kutwa nzima maana we mama Zabibu, mambo yako matekenya tekenya tekenya. Twende bwana. Aya, nakuja we, unaambiwa kidogo chetu kikubwa cha matajiri. Hey, hey, hey! A, shikamoni. Malaba, ujambo? Si jambo. Vipi na nyie, mbona asubuhi asubuhi safari ya wapi? Ndo tumejiandaa hivyo. Wapi baba kutukuta, kwanza umetembea <laughs> na nyota yangu <laughs> bana <laughs> tunaenda mazikoni sasa hivi. Kwani wewe huna habari, mama? Sina habari yoyote ya dada yako, haja kuambia wala shemeji yako, mama? Yaani wale wametoka asubuhi asubuhi, sio hata wameelekea wapi, na mimi nikamwona aje nyumbani. Habari gani? Nikishampigia ni mwambie nini sasa? Wampigie simu, then wenipe mimi, dontekaa Kafariki ndo? Natuona hivi sisi, tunaenda huko kwenye msiba ndo? mm -hmm, tunaondoka hivyo tena. Mwanangu, una bahati, unatembea na nyota yangu, usinge tukuta. Aya, nenda kaweke mabegi yako mama, tuenzetu Kafalini amefariki jana. Kafariki jana, alikuwa anaumwa sana. Ah. Hmm. mm -hmm. Kwa hiyo sisi hivi, ndo mnaelekea ndo? Eh, tunaenda naye. Kaweke begi hilo basi twende. Ngoja, mwazumuna hmm. hmm. una bahati ha? Ha, tundi. Ha. Vipi tena jua, safari ya wapi? Kuna mahali naenda kidogo mkiwa kwahiyo hatuendi tena leo taenda naenda tu mara moja kuna jambo naenda kuleka sawa rafiki kisha nitarudi sikawii sana kurudi hasa kama kutokuwa ha, hatuondoki leo basi amna haja ya kwenda kesho kwa sababu maziko ni leo no. no, no mazishi ni kesho sio leo ah, kumbe eh, ndio uh -huh. kuhusu kesi yetu naomba tuzungumzia hiyo kesi gani nataka kujua kinachoendelea kati yako na Zabibu. Kuna nini kinaendelea hapo? Wewe zabibu siku nani amwite, tumemalize. Zabibu hayuko basi, kirudi usiku nyembili tumalize. Ishi ameondoka, menda kijijini. Hafu hata mi mwenye aja niaga, ametoka nje, naambiwa na majirani. mdogo wako hivyo aisi kama kuna kitu nastaili kujua, hivyo sijui kuna nini. Naongelea mgogoro wa, wa baba. Hmm. Hata mimi niko gizani kama wewe. Mama, uko gizani kivipi wakati tatizo limetokea jana na mgogoro umetokea Natasha akiwepo. Actually, amesikia kila kitu lakini ameniambia nini zungumze na wewe, ili we, uweze kuniambia. Jua kwamba baba yenu ameshazeeka na akili zake zinatoka pole pole. Mm. Na kusikiliza? Nitafuta njia ya kukupa maelezo. Mama, maelezo tena na sio sababu ha. Unajua, ujauzito wa Natasha sidhani kama alikuwa anajua na inawezekana kuanzia jana ndo amefahamu. Kwa hiyo ndio kunaambia kwamba yote haya ni kwa sababu ya ujauzito Natasha baba alikuwa akiwa na tatizo <sighs> ndio mm. -hmm. Okay, basi mimi nitazungumza naye nani. Si baba amesema, wewe achana naye, presha itakaposhuka atakaa sawa tu. Oh, mm, nice ah, no, uh, mm. Okay. Eh, awaunautongea kidogo besti yangu. Hivi wewe mambo ya Dr. Hans na Ana unaonaje? Maana unaona kama ugomvi wao umekuwa mkubwa sana mpaka saizi. Kwa nini? Yaani unajua Dr. Hans anampigia sana simu Ana, lakini hapokei simu. Na nimejaribu kumpigia mpaka kwenye simu yangu ili mradi aongee na Dr. Hans. Lakini tu. <mumunyakua>

Kuhusu nini hm? umeacha kazi yako ya usafi, unaanza kuniuliza mimi inakuhusu nini? mimi kuja hapa? Aya, nifukuze, nifukuze, niondoke. Si umeniuliza nifukuze? Sasa wewe fanya kazi yako iliyokuleta hapa. ya watu hayakuhusu, unaingilia vitu visivyokuhusu kwa sababu gani? sura ile Mnipishe bwana nifanye kazi zangu. Tamasha. Nisikize kitu kimoja. Sawa. Wewe kama unamtaka Dr. Hans, ni bora uende kutumia nafasi yako. Bwana sio dhambi kuonesha hisia zako kwa mtu unayempenda, kwamtunaempenda bila kuharibia wenzio, ukitegemea kwamba utapata nafasi rahisi kwa Dr. Hans. Hilo haliwezekani hapa mjini. Pambania nafasi yako. Afu kwanza Dr. Hans hawezi kudate na mtu kama wewe. Ah, asante. Asante, mama. Naona naendelea vizuri vizuri, mwanangu. Namshukuru Mungu kabisa, niko vizuri mm. Sijui nini baba, salama kabisa na mama, naendelea isipokuwa mama huyu mm, akuamini mpaka kanaambia mpigie mzee Mwikombe simu Unajua, <laughs> wakina mama ndivyo alivyo hivyo. Yani wakati mwingine uwaga hawawezi kuamini mpaka wapate habari kutoka kwa <laughs> <laughs> mhusika mwenyewe. Mshaanza hivyo kunisema lakini, mama, si kweli? <laughs> bajua anakuona. Ah, jo, ndio ukasema nishazungumza lolote hapa, ujasema nani, kwani alianza? <laughs> <Nisipasugubza> <yapa. laughs> <nani kwa> <laughs> jamani, aishe <ya> baadaye <laughs> <ni ya>, tu kidogo <laughs> <laughs> Ah, sasa wazee wetu situme bila kuwasalimia na bibi hapa ndio. Kasema tuwasalimie kidogo, lakini tunaelekea kule kwa kina Ana ah. Na baada ya hapo nitampeleka kwao na yeye kasalimia wazee wake kule ah. Mm -hmm. Sawa basi, kama nivyo, tutokeni wote. Sawa, hakuna shida, basi vizuri ah. Ah. Unatafuta nini wewe dada? Hebu niambie leo basi tumalizane moja kwa moja hapa hapa nashukuru, na na wow. wow. wow. eh, na sana kusikia hivyo mi Hansi, na kuhitaji wewe tu wa najua Hansi umeniaibisha sana, lakini mi bado sikati tamaa bado na kupenda wewe. Oh. So, kwa sababu nikuaibisha Ukaona utafute mwanaume mwingine? Hapana, wala sikuwa na nia hiyo. Mimi nilifanya hivyo kwa ni sababu nilikuwa nahitaji iahitaji kukusahau wewe. Unafikia wapi? Nimejaribu sana, lakini nimeshindwa. Nimeona siwezi kuishi bila wewe. Umeshindwa? Aha, basi mwenzako mi nimeweza, yani nikusahau muda mrefu sasa. Mimi ninachokushauri bwana, kila mmoja angeangalia maisha yake. Hansi, naomba unielewe. Mimi sina kokote pa kwenda, wala siwezi kuwa na mtu mwingine yoyote, yani mimi siwezi kuishi mbali na wewe <laughs> mwacha uongo Chmongo, haya mambo yalipofikia, yakiendelea hivi, amini, tutaishia pabaya.

wamepoteza imani. Maji shingo, Maji shingo, Maji shingo, Maji shingo, mm, nilitua moyo wangu